Bwana, nakushukuru kushukuru kwa ajili ya mama yangu aliyenizaa, alinibeba tumboni mwake. Na kushukuru kwa ajili ya tumbo lake la baraka, ambalo alinibeba ndani yake, tumbo ambalo lilitakasa wewe. Kwa upendo uliniona nikiwa bado sijazaliwa, ukapendezwa nami, your favor, kwa huruma yako, kwa fadhila zako, ukanijenga katika tumbo la mama yangu ambaye ilikuwa ni baraka. Leo hii naomba utukufu wake urudi juu yake, umpe strength, amani na umbariki kila aliyetoka tumboni mwa mama yangu ukimwonyesha njia iliyo sawa, ukimwonyesha fadhila zako na amani yako. Na mwombea leo mama yangu wa afya njema, umpe nguvu. Bwana mbariki mama yangu kwa afya njema leo, awe na nguvu, mwili wake uwe mwepesi, mpe nguvu mpya kila siku asubuhi, mfanye awe freshi kila siku asubuhi. Kila uchovu uondoke, kila maumivu yatoweke, na mwili wake uangazwe na uzima. Damu ya Yesu Kristo ikafanya rehema juu ya mama yangu sasa nao I pray namombea rehema zako, huruma yako, fadhila zako ziwe juu ya mama yangu leo. Umpe umri mrefu wenye uzima, amani, utulivu na roho. Bwana mpe mama yangu siku za amani duniani leo, amani ya mawazo, anapowaza awe na mawazo mazuri yanatuliza akili yake. Mpe amani ya moyo, mpe utulivu wa roho, mpe deep peace. Aishi siku zake bila hofu, aishi siku zake bila mzigo, bila msongo mawazo mpe watu wa karibu watakompenda na kumwangalia siku zote. Awe mtulivu, mjaze tabasamu zuri, mfanye awe na furaha ya ndani inayotulia kwake. Mfanyie watu wa karibu wanaomfurahisha, wanaomchekesha na wanaokumpa tabasamu siku zote. Naomba leo msamaha wa dhambi siku za makosa ya ujana wake. Grace, glory to God. Bwana Mungu utukuzwe, umetukuka wewe juu ya mama yangu, juu ya yote duniani, Bwana kama kuna lolote lililomuumiza ama kumtia doa siku za ujana wake, mbele zako, mama yangu leo naliweka chini ya neema zako. Mpe mama yangu uhuru, mpe mama yangu nafuu ya moyo na msamaha kutoka kwako katika dhambi zake za siku za ujana wake, sao maasi yake, sao maovu yake. Mpe amani na utulivu wake, usimuhesabie makosa ya zamani. Mpe moyo mpya na akutegemea katika siku zote zilizobaki, mjaze tabasamu lake, mpe malaika walio karibu yake, waliokaribu, E, Bwana Linda tabasamu la mama yangu. Tabasamu lake liwe ushuhuda ya kwamba wewe unatoa tabasamu, furaha isiyokuacha, mpe furaha isiyokauka. Malaika wa furaha waandamane naye, wainue roho yake katika siku zote, anapolala na, na kuamka. Mfanyie faraja kwenye siku zake zote za sasa, mpe amani, mpe furaha. Namwombea mama yangu leo umri mrefu wenye uzima, afya, atembee vizuri kama kijana mwenye nguvu. Macho yake, jicho la mboni yake lisizeeke, lisifumbe awe kama Musa ambaye jicho lake alikuzeka. Bwana, mpe mama yangu umri mrefu uliobarikiwa, a long life. Aishi kwa nguvu, kwa ustawi, kwa afya ya kudumu. Bariki macho yake, jicho lake lisizeke, mwangaza katika macho yake usipungue, ili apate kuona matumaini na furaha siku zote vinavyotoka kwako. Natamka mama yangu yuko chini ya ulinzi wako, ninamweka leo, mimi mwanaye wa kumzaa katika tumbo lake, nikimwombea baraka mama yangu, nikimwombea furaha nikiomba chini ya rehema zako, chini ya damu ya mwanakondoo ambaye imekava maisha yake yote, damu ya mwanakondoo iliyonunua maisha ya mama yangu, ikakomboa katika dhambi za siku zote zilizopita, ikakomboa uzao wa mama yangu toka mwanzo kabisa, ikafanya ile amani iliyotulia kila aliyezaliwa katika uzao wa tumbo la mama yangu abarikiwe. Kila aliyezaliwa katika uzao wa tumbo la mama yangu atembee. Kila aliyezaliwa katika uzao wa tumbo la mama yangu ainuke sasa, akaishi maisha yake sawa na alivyoandikiwa katika tumbo la mama yangu. Hata katika maombi anayoomba kila siku maombi ya hayo yapokelewe. namaombea ya kila mzao wa tumbo la mama yangu akukumbuke Mungu katika siku zote za uhai, umpe njia zako wewe, umpe baraka zako wewe, wala siishi kwa mapendo yake maana utajiri wa duniani utajiri wa kweli na furaha, vyote vinatoka kwako. Hapana mwanadamu atoae furaha, hapana mwanadamu ambaye anatoa ukombozi, maana hakuna ukombozi kwa mwanadamu wala hakuna wokovu kwake. Sisi tumekutegemea wewe katika usawa wa tumbo la mama yetu. Bwana, ninaomba leo hii kupitia sauti hii, kila anayesikia aliye na mama na ambaye ametangulia mbele zake, mpe furaha, mpe amani, mpe kutembea sawasawa na maombi haya niliyoombea familia yangu sawasawa sawa na maombi haya niliomba rehema juu ya mama yangu, na siku za amani ziongezeke kwake, huyu anayesikiliza video hii, anayesikiliza video hii, umpatie amani, umpatie uzao mwema, umpatie mume aliye mzuri, umpatie mke aliye mzuri, anayesikiliza, anayekutafuta, anayetembea miguu yake kukuelekea wewe, kava maisha yake yote, anayesikiliza video hii, kwa damu ya Mwanakondoo ifanye rehema kwake, imkomboe katika mapingu ya chuma imtoe katika kila kona aliyofichwa na wachawi, imtoe katika kila aina ya madhabahu, imtoe katika madhabahu na altare za giza, mahali popote alipofichwa nyuma ya mlango wa wachawi pa kuingilia. Inamkomboa huyo asikilize video hii kwa damu ya mwanakondoo, maana hiyo damu imenunua uzima wake, imemkomboa kutoka kuzima, na Yesu Kristo ameshinda hata kifo. Kwa damu hiyo ya ushindi inamkomboa kila anayesikiliza video hii huko alipo, hata kwa majina yake ikamkomboe hata kwa mwili wake kamkomboe, hata kwa familia yake akakomboke, akawe tumaini jipya katika mtaa anaokaa, akawe tumaini jipya katika kizazi chake, akawe amani kwa kila anayekutana naye. Ninaomba rehema itufikie sisi sote kondo, alihai, yetu, kwa damu ya mwanakondoo Yesu Kristo aliye hai tukombolewe, yeye ukombozi wetu, yeye aliye hai. Nimeomba haya kwako Bwana Mungu Edunai mwenye nguvu uliyetukuka, kupitia jina la Yesu Kristo tute tuseme kwenye komenti. Amen. Chochote unachotaka kuandika kwenye comments andika, hakikisha umelike video hii, umesubscribe channel hii ili tutembee pamoja katika mwanga wa Kristo, maana siku za mwisho zi karibu nami ni mtu kukupa tumaini, amani na siku zako zote zilizobakia. hakikishaumesubscribe channel hii, umelike video na umeshare mbele kwenye screen yako. Mwishoni hapa nimekuwekea video zingine ambazo tulifanya na ukuziona.